Ama baad, ikhwat aliman, kuhakika majalis zinakuwa tukufu kupitia kwa zama na majalis zinakuwa tukufu kupitia sehemu na hakuna zama ambazo ni tukufu kama zama tulizokuwa nazo hivi sasa, ikiwa yo, leo ni yaumun nahri na hakuna sehemu ambayo ni tungufu kushinda sehemu tuliyoko ndani yake, ambayo ni Baitullahi Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna mazungumzo ambayo ni bora kuliko mazungumzo yanayomhusu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na barabara ya kufika kwenye kumuadhimisha yeye Subhanahu wa Ta'ala, ameamrisha Allah kutukuzwa na ameamrisha Allah kusabihiwa na ameamrisha Allah kuwahidiwa na ame, ameamrisha Allah kuabudiwa yeye peke yake pasi kuwa na mshirika. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu ametuwekea ibadati tofauti tofauti lakini min ahamiha miongoni mwa ibada ambazo ni kubwa na ni muhimu ni ta'dhimuhu Subhanahu wa Ta'ala, kumuadhimisha yeye tabaraka wa Ta'ala, ikiwa ni ibada hii ya moyo inayowajibika kuhakikika kwa kila Muislam hususan katika zama tulizokuwa nazo, zama ambazo zimedhihiri baadhi ya munafat kwa waislamu katika kuenda kinyume na kumuadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanazoona wanatuambia, kama al-Imam al-Asfahani, ya kwamba kuna watu wanaadhimishwa kwa mali yao, na kuna watu wanaadhimishwa kwa fadhla zao, na kuna watu wana... kwa elimu zao na kuna watu wanaadhimishwa kwa cheo chao na kuna watu wanaadhimishwa kwa kila aina ya jambo alilokuwa nalo, lakini mmoja peke yake ndiye anaadhimishwa kwa yote hayo. Anayeadhimishwa kwa elimu huwa hana mali, haadhimishwi kwa mali, na anayeadhimishwa kutukuzwa kwa kuwa ni tajiri Hapewi sifa ya kutukuzwa kwa kuwa yeye ni msomi, lakini kwa Mwenyezi Mungu yanakusanyika yote hayo, anaadhimishwa kwa utajiri, cheo na kwa utajiri na kwa kila jambo. Hastahiki yoyote yule kuadhimishwa kama anavyoadhimishwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ajili hii, Mwenyezi Mungu akafanya dhambi kwa wale

na wengi katika Waislamu tumeingia kwenye maasi, imma kwa sababu ya jahal au kwa sababu ya kutopatikana mo zetu. baraka wa taala wama qadaru llaha haqa qadrihi, na bado hawajamuadhimisha Mwenyezi Mungu haki ya kumuadhimisha fama ahwajana ila tahqiqi fi ni haja iliyoje kwetu sisi Waislamu kutakiwa kuhakikisha kumwadhimisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nyoyo zetu na katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani tukufu ametuhadithia baadhi ya viumbe vyake namna wanavyomuadhimisha, ikielezea hikaya ya malaika ya kwamba la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun. Hawa muasi hawamwasi Mwenyezi Mungu kwa lile waliloamrishwa, wayafaluna ma yumarun, na wanafanya lile ambayo wameamrishwa. Hawa ni malaika, amri ni moja ikitoka kwa Mwenyezi Mungu ilitekelezwa bila ya kusita, bila ya kufanya ukhalifu wa aina yoyote. Na alipofanya ukhalifu Iblis Alipokuwa kwenye kundi la malaika Mwenyezi Mungu jazaa yake alimfukuza, akamwambia fakhruj minha fa innaka rajim, wa inna laika la'nati ila yawmiddin, kwa kukhalifu amri na kukhalifu kumuadhimisha Mwenyezi Mungu kwa amri aliyoitoa ya wote kumsujudia baba yetu Adam alayhi salatu wasalam. Ukija kwa manabii ndugu zangu, katika imani, namna walikuwa wakimwadhimisha mola wao, mtizame. Bibi Aisha aulizwa, ma kana yasnau nabiyu fi ahlihi, mtume alikuwa akifanya nini kwa ahli zake akiwa nyumbani? Qalat Aisha sema, kana yakunu fi mihnati ahlihi, alikuwa akisaidia kazi za pale nyumbani na yeye akishiriki kazi ndogo ndogo za kawaida, ilikuwa kishiriki fa idha hadharati salatu kharaja, sala ikihudhuria, kukipatikana adhana, wakisikia basi iwatoka. Na kwenye riwaya kama kwamba hatujui yani tumekaa sisi nyumbani, fanya shughuli pale na pale twatia stori, mara kitahamaki mtu ametoka, haagi pia yuenda zake. Hadithi hii ina mambo mawili ya msingi. Jambo la kwanza ni Aisha kuthibitisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akishirikiana na ahli zake nyumbani katika kazi, ambalo hili eh, wenyewe watu wa maskani wanakuambia huu unaitwa kidini yani kisheria sawa, kikwetu sisi kimaskani kiuswahili unaitwa ubwege, na unaitwa kutawaliwa, na unaitwa wewe umeoa olewa, bro kimaskani. Lakini kidini, mwanamume aweza kusaidia kazi baadhi ndogo ndogo za pale nyumbani, ya kumsaidia mke wako, wala haivunji uume wako ati uwanaume wako, kwamba ndio sasa wewe si mume tena, ni bwege kama watakavyosema fulani Falibratu bima inda Allahi. Siku zote ukitizama yaliyoko utakhalifu dini tu, lakini tizama yaliyoko kwa Mungu, basi utasimama kwenye barabara ambayo ni ya utawa. Waislamu, masikitiko ni kwamba kuna yanayovunja uwanaume wetu, kutokuwa na ghera na mkeo akawa yuko kwa social media, lakini hili la kuvunja sifa ya mtu kuwa mume kwetu sisi ndio uume. Lile la kuthibitisha uwanaume wa kumsaidia mkeo nyumbani kwetu sisi ndio uwanawake. Waweza kuambiwa tu baba yake fulani, mmesahau maji ya mkono, hebu hebu, katukue kibakuli maji ya mkono, peleka pale. Allahu akbar! Basi akikushtahi atapeleka, lakini wagtoka hiyo ke waitwe wazazi wa mwamke Zungumzeni na mtoto wenu, asinifanye asinipande kitwani mimi. Huyu si wa kunituma maji ya mkono mimi, ama weka kitambara. Mmesahau kuna glasi nimeweka tano na watu ni sita bado moja, katukue jikoni ulete. Inakuwa ni ishu hapa. Aisha anathibitisha Mtume alikuwa akishughulika. Haya sasa, tuambie labda utuambie pengine wewe ni mkamilifu kushinda nani? kushinda mtume? bila shaka utalikataa hilo. Kwa hivyo litasimama ile mtu atakiwa akiwa nyumbani kama alivyokuwa mtume, kukihitajika usaidizi unatakiwa utoe usaidizi. La pili, ndiyo shahid, la pili ikiwa ndio mahalu shahid, fa idha hadaratis salatu kharaja. hii inaitwa ta'dhim li amrillah sala iwatoka mtume, kama kwamba hamjui mtu. Kwa nini? Kwa sababu sasa kumepambana mambo mawili ya mimi kubakia kusaidia Mungu iwaniita kwa kunambia hayya ala fala hayya ala lfalah, la kutangulizwa ni hili. Kila mmoja ajiulize, hupiga moyo konde ukafunga faili na ile mouse ule pana ule ukamwata ofisini na kompyuta ukaizima unaposikia haya ala sala bila shaka ni wachache sana wanaolipa hilo hapa mtume katuonyesha sisi umma wake kutu wakati amri ile imetoka nabii mwingine ni ibrahim ikiwa tuko kwenye munasaba huu wa Idul Adha almubarak Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anatupa mafunzo kwenye kwenye huu munasaba mafunzo haya tutakiwa tuwe nayo, si mafunzo ya kukimbilia mapanga na visu kwenda kutafuta vitwa nike kitwa cha supu nike maguu nike itumba. Si malengo ya idi hii. Lazima sisi tuwe na mazingatio katika kila jambo linakuja katika sheria yetu. Mwenyezi Mungu asema, falamma aslama watallahu liljabin la falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, alipofikia umri wa sasa yuweza kutembea naye, yani Ibrahim aweza kutembea na, na mwanaye Ismail na ni umri ambao moyo wa baba unakuwa na mapenzi makubwa kwa mwanawe, tofauti akiwa yuwatambaa, tofauti akiwa bado iko kitandani lakini ikifikia wakati aweza kumshika mwanaye mkono akatembea naye msikitini, sokoni, bila shaka hii ni stage ambayo baba anakuwa na mapenzi makali sana. Sasa Allah sema, falamma balagha maahu sa'ya qala ya bunayya, alimwambia mwanae Ismail inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara, mwanangu nimeona mimi kwenye usingizi na kuchinja Wasemaje? Qala, akasema ya abati, ewe babangu, ifal ma tumar, fanya ulivyoamrishwa, amri hiyo ifal ma tumar, satajiduni insha allahu minas sabirin, mimi utanikuta katika wenye kusubiri. Falamma aslama watallahu liljabin, falamma aslama, Imamu Sadi yasema jazama biqatli ibnihi wa thamarati fuadihi, alipoamua Ibrahim kumchinja mwanawe kipande cha moyo wake. Imtithalan liamri rabbih, kwa sababu tu ya kutekeleza amri ya mola wake. Wa khaufan min iqabihi, na kwa sababu ya kuogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. watallahu liljabin Alimlaza, hakutaka kujua amefikia steji ya mapenzi na mpenda zaidi, hakutaka kujua ni mtoto wangu wa kipekee, hakutaka kujua lolote, maadamu ni amri imetoka kwa Mwenyezi Mungu, akawa ni mwenye kuitimiza. Ndugu zangu katika imani, kadhia hii iliyotokezea katika masiku haya tulionayo, pana ishara ya kuonyesha amri ya Mungu kwa waja wake wamuadhimishe pale anaposimama Mungu kutoa amri ya jambo au anaposimama kutoa katazo ya jambo, na huku ndiko kuwa na taqwa na kuwa na uchamungu. Mwenyezi Mungu asema, dhalika waman yuadhim shaair llahi fa innaha min taqwa alqulub, kuadhimisha shaair llahi ni katika kuwa mchamungu na moyo kujaa taqwa llahi subhanahu wa ta'ala. Hapana saada kwa mwanadamu bila ya kuadhimisha amri ya Mwenyezi Mungu na kuadhimisha sheria yake subhanahu wa ta'ala. Meseji hii ndugu zangu, katika imani tunayostafidi katika masiku kama haya, ni meseji ya msingi tunaoishi nayo katika majumba yetu na katika makazi yetu na kwenye maisha yetu. Hebu kila mmoja ajiulize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 Waweza ukawacha jambo kwa ajili ya Mungu, ukatanguliza amri ya Mungu kuliko ile sehemu. Uko mahali munkarati zimejaa, mshahara mzuri, pengine upigwa laki na Kenya hii, upilipwe laki mshahara mzuri, unacheo pale mahali, lakini pana mukhalafati chungu mzima pana kukaa na wanawake wamevaa uchi, pana kusalimiana nao, pana sijui mkumbatiane eh, pana sijui kukhalifiwa sheria ya Mungu, pana kila munkar pale, utaweza. Tuko kwenye Idul Adha, tumefaidika kwenye ku Ibrahim kumchinja Ismaili, sikutaka kula nyama za ngamia na na kondoo, aa aangaliwa, aa, aa. Utafuata amri tokayo juu, ama utamsikiza mwanao? Ama utatanguliza mapenzi ya mwanao kuliko mapenzi yangu? Hichi ndicho kipimo Mungu alikuwa akitaka. Ndipo pale Mungu alipomwona Ibrahim yuko tayari kutanguliza amri yangu kuliko kipenzi chake mwanawe, asema, wafadainahu bidhibhin adhim. Suluhisho likaja, tukamwokoa Ibrahim. Kwa hivyo akapata mangapi? yote mawili kutukuzwa na Mungu kwa kutanguliza amri ya Mungu na kile kipande cha moyo wake pia Mungu akambakishia. Lakini atakagalbi wenyewe akwambia, sasa na wewe kwenye kazi ni hivyo, ikiwa utaiacha lillahi wallahi, ukae mwezi, utaitwa kwingine, utaitwa kwingine, hiyo haina shaka. Lakini wajua kwa nini hatuitwi? Kwa sababu umeiacha mbasi tu wafikiria nimpigie bosi nimwambie, basi mimi nina masharti yangu, ushafeli. Lazima uwe na msimamo kama alivyokuwa nao nani? Alivyokuwa nao Ibrahimu. Ni siku kubwa ya yaumun nahri, tumtangulize Mungu katika amri zake, tuwatane na itikaji zetu. Hili pia laingia kwenye kuunganisha kizazi. Mungu ametoa wa amri watu waunganishe kizazi, watu wapatane walioteta Ukisema utazuia ina maana wewe umefuata hawa za nafsi kuliko amri ya nani? Amri ya Mungu. Kwa hivyo lazima katika siku hizi kutembeleanwa, kusameheana, kupendana, kupeana zawadi ili watu wazidi kupendana na waweke zote zile ambazo zimepita katika michuki na kutokuelewana na kutokufahamiana, waziweke mbali